Nianze kwa kusoma andiko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura sita mstari wa tisa imeandikwa, na alipoifungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Ee Mola hey, mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambia, wastarehe bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Hoja wa yangu hapa sio kuuawa kama waliouawa, hoja wa yangu hapa ni waliotangulia kuuawa wakiwa wanadai kisasi kwa Mungu, kwa Mungu, kwamba Mungu wale waliotuua walituua bila kosa walitutesa bila kosa. Lini utawalipa ili ionekane kwamba walituua bila kosa, walitufanyia mabaya ambayo hatukuyastahili. Mungu hakuwambia mmeumba vibaya. Mungu aliwaambia tulieni kwanza kwa sababu bado kikombe hakijajaa. Walipowaua ninyi hawakuridhika bado, wanapambana kwa gharama yoyote wauwe na wengine watu wema na wenye haki kama nyie. Sasa ujumbe <coughs> huu niliokuwekea hapa e, ni ujumbe ambao inawezekana kabisa ni ujumbe wa kimipango, kwa sababu lokole una vya kuamini vya kijinga kijinga sana ambavyo ni rahisi sana kuchezewa na kundi hilo hilo Lina, li, li, li, li, liyo na malengo mabaya dhidi yako. Hilo hilo linaweza likajitokeza likakupa matumaini fulani, ili ujione Mungu wako na maombi yako yana nguvu, alafu utoke kwenye jamii useme Mungu amenibariki, Mungu amenitetea, Mungu amefanya, halafu wenyewe wao wanakaa wana, mali wanacheka, anasema isee, ila Mungu ni upumbavu. Lakini ujumbe huu mimi nimeujibu kwa mhusika kwamba ujumbe huu utatumika nini hivi hivi. Kwa nini? Eh, unaweza ukaona ujumbe wa aina hii, halafu mimi nautilia mashaka kwamba unakuwa una, una na michezo fulani. Vingine nitakuja kukuambia baadaye, lakini ujumbe wa watu wa aina hii, kitu kingine wanachoangaika nacho ni kuhakikisha amekupa taarifa fulani zinazoonekana zitakufurahisha, zitaonyesha Mungu wako safu sana lakini anachomekea na taarifa ya kukufitinisha na watu fulani, hususani wakanisani. Nimejibu kwenye ujumbe kwamba ujumbe wako huu utatumika hivi hivi, unatumika hivi hivi, kwa sababu unafanana na ukweli fulani, ila kwa utatu wingie unatochomekea tu wakanisani, nikaweka dash dash dash. Nimesema mara kadhaa kwamba eh, sikuchukua hatua ya kuenda mafichoni, kukaa mafichoni. Sikuitumia ile hatua ile, ile taarifa tu ya aliyepiga simu na kusema kuna gari fulani lenye watu fulani liko sehemu fulani. Niliitumia ile taarifa kwa sababu nyuma yake kulikuwa na tafiti zetu ambazo zilijua mipango fulani miovu iliyokuwa inapangwa. Kwa hiyo nikasema, hii taarifa hata kama, kwa sababu usiku wake nilitoa clip fulani kwamba usipange kuniua, sina hatia, na ni posti ambayo ilienda kwa hisia kubwa sana kwa watu wengi. Kwa hiyo asubuhi yake nikapata pia na ujumbe <coughs> mbili tofauti, moja ni wa, ni mmoja ni, ni, ni katika tafiti zetu tafiti zetu, lakini mmoja ukaja kwa sura kama hiyo, lakini hauji kwa sura hiyo tu, unakuja na kipandikizi kingine cha kuongeza, eh, mashaka lakini kwa kukosea sana. Yaani mtu anakuja anatoa taarifa ya kwamba pengine anakwambia dereva wa hiyo gari mnasali naye, alafu yuko sehemu fulani muda huu halafu huyo dereva ambaye ndo munaye nyie, uko naye unamhoji kwamba dereva wetu, eh, yuko sehemu fulani eh. Na okay sawa, nakumbe dereva mwenyewe uko naye muda huu ka, unajua kabisa kwamba okay, inawezekana pia kuna makusudi mengine, una makusudi mengine ya kwamba uingize na faraka za hapa na pale. Sasa huu ujumbe, vipengele ambavyo nimevikata havijaonyesha mengine. Sasa sijue, mimi nachojuaga kwamba watu wa aina hii taktiki zao ni za aina moja. Tangu kuuawa kwa mtoto wangu, mbinu zao ni za aina moja. Nadhani mafunzo yao yana ukomo, mafunzo ya hawa vijana ambao sehemu kubwa wanakuwaga vishoka wa mauaji na madhara makubwa wanayopata watu. Nimesema ujumbe huu ambao nimekuwekea hapa unaka ukweli fulani ambako kanaweza kufanyika, lakini aina anayeutoa anaweka na mambo mambo mengine hivi, mambo mambo mengine hivi. Sasa nirudi kujadili ujumbe ya kwamba huyuhuyu Mungu aliyenyamaza aliyeacha haya. Kwanza ifahamike, Bibilia haijawa na uzito kwa sababu Mungu aliwatetea watu wote kwa wakati. Ndio maana umesoma hapa, umeona kwamba kuna watu waliuawa na wakawa wanadai. Yohana yuko gerezani, anamlilia Yesu anasema, Yesu ulikuja kuwafungua waliofungwa, ni wewe au tumtazamie mwingine? Yesu anasema kama itu Yohana, vipofu wanaona viwete wanatembea, wagonjwa wanaponya, hili mtu asiye na mashaka na mimi Yohana kwa tafsiri alikuwa anatazamia pengine Yesu amwokoe pale gerezani <coughs> lakini hakuokolewa akauawa. Bibilia haijawa na uzito kwa sababu Mungu aliwaokoa watu wa Mungu muda wote. Bibilia imekuwa na uzito kwa sababu watu wa Mungu hawakubadili mitazamo yao kwa sababu ya hatari zilizowapata ama vifo vya ukatili walivyoviona kwa watu wengine lakini ni ukweli kwamba Mungu amewahi kulipa mabaya kwa wabaya kama kisasi na kuwafariji watu wema kwa mateso na maumivu waliwahi kuyapitia. Kwa hiyo ninafahamu pasipo na shaka, Mungu anaweza kuja kutoa malipo ya wazi kabisa, ya wazi kabisa, sio haya ambayo mtu anaweza akabishia kwamba hapana, ni uongo, ni, ni, ni, ni uongo ama likafanyika tukiwa, akalipa alafu likafichwafichwa wanafahamu Mungu anaweza akaja kulipa, anaweza kaja kulipa wazi kabisa, wazi kwa namna ya wazi kabisa. Namwamini, namwamini na sana. Kwa hiyo e, pengine tusubiri kitakachofanyika kitakuwa ndio hicho hicho, kitakachotokea kitakuwa ndio hicho hicho, lakini tuondoke mapema sisi, jua Mungu atakuja kulipa kwa namna ya wazi, kama alivyogawa bahari ya Shamu ikameza jeshi la Farao na jeshi lake, kwa namna ya wazi kabisa. Kila mtu akajua na na mataifa yote yakajua na yakasema kwamba kila ya, walikopita wa hawa ndio ambao Mungu wao amewapiga. Mataifa yote ambayo amekutana nayo wamepita ndani yake, Mungu wao amewapiga mataifa hayo kwa vipigo vya ajabu na vya wazi na mwamini Mungu sana sana, wakati fulani atakuja kudhihirisha kipigo fulani cha wazi kwa wabaya, ili iweze kuonekana maandiko ambayo yako katika Warumi hapa, kwa sababu <coughs> mambo sasa yamegeuka, kila ambacho aliandikiwa mbaya, waliandikiwa kwamba yangewakuta wabaya, ndicho kinachowakuta ambao tunaonekana hatuna hatia, hatujaua mtu, hatujaiba cha mtu hatujadhuru mtu hatujafanya jambo lolote baya, tujamashisha jambo lolote baya. Nianzie mstari wa saba, lakini kwenti kwa mstari wa tisa na kumi, anasema wale ambao Biblia, nianzie mstari wa sita. Anasema atakaye mlipa kila mtu kwa kadi ya matendo yake, wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika, watapewa uzima wa milele, na wale wenye fitina, wasiotii kweli, bali wakubaliwa dhuruma, watapata hasara na ghadhabu Tisa. Kwani dhiki na shida ni juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Kumi. Bali utukufu na heshima na amani ni kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Tisa, ni dhiki na shida ni juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia, na maandiko mengine mengi. Ninafahamu kuna siku inawezekana litafanyika jambo fulani la wazi sana linaloonyesha Mungu yuko, linaloonyesha yuko Mungu anayepita mikakati na mipango ya wanadamu. Naamini hivyo, naamini hivyo. Atafanya jambo, anaweza kaja kufanya jambo. Mungu atakuja kufanya jambo wakati fulani mbalo litatoa tafsiri ya kwamba aliona mateso na kilio cha watu wema, na ubaya haukuwa mtindo bora wa maisha: dhuluma, uuaji, utekaji, vilio, kuwaumiza watu wawenalia pasipo na hatia, wanaokushauri wanaoushauri njia bora ya wote kunufaika <coughs> kwa manufaa yaliyo zaidi ya hayo, nayonufaika peke yako, kwa ya wavano peke yako, kama nalipwa milioni hamsini milioni mia kuua mtu, utapata milioni mia tano bila kuua mtu na yule unayemuua akiwa amepata hiyo hiyo, mi nahisi hiyo ni faida, ni, ni maisha bora kuliko we upate milioni hamsini au mia kwa kuua mtu, na wakati huyo mtu angesababisha we upate milioni mia tano na yeye apate milioni mia tano. Maana mara kadhaa nimesema njoni tuzungumze tuna njia bora ya wewe kuishi vizuri. Kwa mfano sasa, tufanye umeibawa au anaong'ang'ania kubaki kwenye nafasi fulani, ili ndo anatuma na watu wakaue watu wateke watu watese watu. Tufanye meiba bilioni mia tano na trilioni kumi, hakuna pesa tamu. Pesa hiyo ni tamu kwa sababu ni nyingi, hiyo nyingi itakusaidia tu kuwa katili. Ndo hiyo mtu akikuzingua kidogo, amkagongana kwa mwanamke mwanamke mwenyewe atakupa, pengine ukimkagongana kwa mwanaume unamhitaji mume wake, vitakupa tu ukatili wa kwamba utatuma watu waende wakamue, yule mume ulikuwa unahitaji shamba fulani. Kwa sababu pesa nyingi, kifupi, zinaondoa uwezo wa kufikiri, kwa sababu pesa inaanza kujiona ni Mungu kwa, lakini kwa sehemu kubwa kila ambacho itakuwa inakifanya kitakuwa kikileta hasara na laana kwenye maisha yako. Pesa iliyo nyingi na iliyo tamu ni ile ambayo e, utaipata. Moja, utaipata kwa namna ambayo hakuna uliyemuumiza, uliyemdhurumu, uliyemwonea. Hiyo hata iwe chache kiasi gani, ni tamu sana. Lakini pesa nyingi tamu mbili ni ile ambayo kupata kwako kwa pesa kume kumekuwa na mchakato unaorahisisha na kuwezesha watu wengine kupata pesa ya sura hiyo unayoipata wewe, hasa unayekuwa mtawala, unayekuwa kiongozi, ama unayeomba ajira kazi mahali, kwa kusudi la kwamba nataka nikarahisishe maisha ya watu. Mesoma wa mara kadhaa, namalizia hapo, na ndivyo ninavyoamini ya kwamba chakula cha mboga mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Jioni tuzungumze swala la nani. E, unatoa taarifa za ubaya fulani ambao unawakuta watu ambao wengine wametufanyia mabaya, ni kupe tu taarifa kwamba mabaya yenyewe Mungu atakapokuja kufanya kweli, hayatahitaji taarifa ya mtu kutoa taarifa kwamba mchungaji, Mungu wako Mungu wenu huku amefanya hiki. Mungu atakapofanya, inawezekana kila mmoja atajua Mungu amefanya. Anasema, nitafanya jambo katika siku zenu ambalo kila sikio litakalosikia litawasha. Naamini Mungu mwenye rehema, aidha katika siku za kuishi kwetu, ama tutakapokuwa hatupo, damu yetu na ndugu zetu, mahangaiko na machozi yetu yatakuja kupata malipo yasiyohitaji kutetewa na kupewa taarifa. Na sema tu kwa simu kubwa, nisaidie niwe najua taarifa ya wewe umefanya nini? Wewe umefanya nini kuleta ukombozi katika jamii? Hakuna sababu sana taarifa ya Mungu amefanya nini kunitetea. Hakuna sababu sana, hasa ambayo unatoa taarifa akiwa towekaweka natu, mambo twakudhani unaweza ukaleta faraka kanisani kwa njia hiyo naimi, kama kuna mtu ambaye yupo kanisani na anatumika vibaya, nadhani kama ukitaka habari niamini uniletee, iwe wazi sana iwe na wazi sana iwe na ukweli sana lakini kutabika kuwa baini, nawezekana sisi tunatumia nguvu kubwa sana kuwa baini kuliko wewe mtu mwingine yoyote, lakini hata hatutumi nguvu tu hiye unayojua wewe. Tunamwomba Mungu achunguzaye mioyo ambaye kwake hakuna liwezalo kufichika. Yuko kuna maeneo huwa anafanya pasipo kutumia njia za kibinadamu. Asante sana kwa kunisikiliza. Ulielewa na maanisha nini? umeelewa Nisielewa basi lingine, kuelewa kuelewa neema ya Mungu. Amen, amen, amen.